Amesema kuhusu mimi hapana kweli. Mimi hata mambo ya siasa Senator Seki na Senator na Mheshimiwa Ngogoyo ndio wanafanya siasa. Mimi ni mzee wa kanisa, mtu mwenye ajui maneno ya siasa. In fact, hata hiyo mambo yote amesema mimi nimeisikia tu sahihi na nimefurahia sana. So kiongozi wetu eh, Canon Lawi ambaye ametuhost hapa vizuri sana pamoja na minister ambaye ametupatia injili nzuri sana Archdeacon William pamoja na Reverend Caro na wote ambao wanatuongoza kwa kanisa, Your Excellency the Deputy President na Wakristo wote, Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Kwanza nataka niwaombe msamaha kwa sababu kanisa walienda haraka sana, sisi tumechukua muda mwingi kidogo, so mtusamehe sana. Ni vile wakati mwingine maneno inakuja hapa inaenda pale inashika huko inateremka huku ikienda huku ikifika huko, maneno inaharibika. So nataka nishukuru sana Canon eh, kwa kutukaribisha hapa na vile mimi nimekuambia Archdeacon, mimi ni mtu ya kanisa, kazi yangu ni kusikiza maneno vile inaendelea. So mimi nimekaa pale, hata sitaki mtu aniongeleshe nikisikiza. So nimesikiza mahubiri yako sawasawa sawa. Iko maneno mingi umesema na imeniguza na nimefurahi, lakini iko moja nimesikiza na hiyo imeniingia vizuri. Umesema wewe Archdeacon William, umekuwa ukiomba tangia Januari na umesema utaomba kuanzia Januari mpaka Agosti ya 2027. Nyinyi mlisikia hivyo? Sasa, yeah. Mimi nikajiuliza kama tungekuwa na kiongozi mzuri, kwani ungekuwa unaomba tutafute kiongozi mwingine? Kwa hivyo hata mimi nimejua vile unaomba, so ni sawa sawa tu endelea kuomba hivyo. Hiyo maombi yako hata mimi ninaomba kama wewe sawa, sasa tuende sasa tuende, sawa sawa na ukasema tutainuliwa na maisha yetu itakuwa sawa sawa. In fact, hata iko moja niliandika ndio nisisahau ambayo wewe mwenyewe uliubiri hiyo ni mimi niliandika nisisahau, uliyesema hatima yangu naifikia, maadui hawatanifikia. Vile umeambiwa na Senator Seki, sisi hatuna maadui wengi. Adui tuko naye hapana wengi, adui yetu ni mmoja. Na ukatuambia canon, wakati ulituita hapa watu ambao walizaliwa kuanzia Januari, Februari na Machi. Mimi niko kwa hiyo group. Mimi nilizaliwa 14th of February Valentine's. Hasa ukatuambia, hakuna mtu mwenye atafikia maisha yetu hata wili ya Mruto hata nani. Hakuna mtu mwenye atafikia e, maisha yetu. Kwa sababu tunaambiwa, ati watu wengine wanasema hii watu. Tumewataftia kesi imekosekana. Tumewataftia kwa kamati imekosekana. Tumewasumbua imeshindikana. Ile njia tunayazafanyia ni kuwa dhurumu. So umetuambia kwanza, umesema. Na nimesikiza mzuri sana mimi, nimefikisha mwaka 34. Umesema ni lazima nifikisha miaka mingi, na miaka mingi nafikiria ni tisini kwenda huko mbele. So mtu mwenye anataka kukatiza, huyo anaenda kando, na vile wewe umetuhubiria Eh, nikielekea kumalizia kwa sababu sitaki niseme maneno mengi. Tena kwa hii kanisa yenu nimefurahi sana. Unajua mimi nimezoea mimi natoka kaunti ya Nyandarua, mimi naitwa Senator Methu. Mimi nimezoea kanisa za Nyandarua. Huko kanisa ya Nyandarua tunaimba kigosho. Hapa kwenu mnazungusha Kiingereza, mimi ninafuata tu hapo kwa screen, mimi sielewi hiyo nyimbo za Kiingereza, huko hatuimbi huko kwetu. Kwe Lakini kitu mzuri yenye imenifurahisha hii kanisa yenu. Kuanzia huko kwa gate, Asha anakukaribisha. Ukikuja hapa, Asha anakukaribisha. Ukifika hapa, Asha anakuonyesha mahali ya kukaa. Iko kanisa nyingine nimepita huko Roysambu. Ukifika kwa gate, askari wamejaa askari 40. <laughs> na wewe unaenda huko kutafuta Mungu, ukifika kwa gate askari 40. Sasa hapo ndani canon kanisa kama hii yako, ambako iko na bishop mwenye na hubiri, anataka kupeleka watu binguni, vijana wameingia ndani 38, na baadaye wapelekwe binguni, wamepelekwa kwa kwa jela. Sasa hata mimi kama hata kama sijaokoka sana, mimi si mzee huko ya huko ya huko nyuma, na siwa hapa mbele, ni hapa katikati. Mimi nasikia mtu hata akikosea, kila mtu anataka kutoroka, akikimbilia, mahali ya kukimbilia anakimbilia kanisani. Haa, saa ukikimbilia kanisani unaweka upingu. Ni mzuri sana hii kanisa yenu, sijaona askari hapa na nimefurahi sana, na muendelee hivyo hata ile Sunday nyingine. Lakini unajua mtu akitafuta wa marafiki wabaya, anakuwa kama yeye, kwa sababu ile Sunday nyingine, hiyo kanisa haiko na askari. Hiyo Sunday nyingine hiyo kanisa haikuwa na askari lakini walitafuta rafiki mbaya. Hii sunday hasa wamekuwa na maaskari na wakiendelea, hata penye amesoma leo. Tena ile sunday nyingine askari watakuja. Hata nyinyi mkikaribisha hapa rafiki mbaya, ile sunday nyingine askari watakuwa wamepanga barabara pale, kwa sababu wa rafiki <laughs> kwa sababu marafiki ba..., ukitafuta marafiki wa baya mambo inakuharibikia. So sisi hatutaki tu eh, sema maneno mengi. Hiyo maneno yote mmesema ngogoyo ni sawa sawa wewe kwanza umeweko eh, kamati mzuri sana . Hiyo ndio ya kupeperusha maneno, ni sawa tu, hakuna. Wewe jikaza tu, upeperusha maneno, ufikishe huko. Tuko, tuko safe kwa sababu hapo tunaweza maneno, eh, maneno, eh, maneno ya cooperation pale on Thursday. Last week ama sijui ni Friday mimi hata sikuelewa vizuri ilikuwa, ila Alhamisi al, al, al, al, al, al, al, juma, ama Jumatano ama sijui ni Friday moja, hizo masiku Mheshimiwa Rais alisimama akasema, leo hii tumefikisha mwisho siasa ya ukabila. Hasa mimi nikajiuliza, Mheshimiwa Rais, wewe umekuwa rais miaka mbili na nusu, katikati ya tamu yako ndio nataka kumaliza siasa ya ukabila. Your Excellency the President, you are trying to treat diarrhea by sewing the exit. Na haitawezekana. <laughs> Eh, ni vizuri sasa. Eh, maneno yote iwe sawasawa. Na unajua kitu mzuri naye ni mambo yake ya kukumbuka maneno, vile anapanga mambo yake akikuja hapa kuahidi hivyo. Eh, ngogoyo hata kama mizigua, najua vile alikuwa namwambia watu hapa Kajiado, siku nyingi umekuwa na shida ya maji. Mimi nikiingia niwe rais wa hapa hapa Kajiado, hapa Kitengela, hakuna siku nyingine maji itakuwa iko na shida hapa. Hata nimepita hapa nikasikia sewage ilikuwa inanuka. Nikikuwa rais wa jamhuri ya Kenya, mimi nikiwa rais hapa kunaweza kunuka sewage hapa Kitengela? Sasa huko ameenda huko north east, na amepanga watu huko wa barabara na waambia barabara itaanza hapa Mandera iteremke gari iende kwa Uturo iende Samatar ifike Modagashe iende wa Ajia. Ikifika wajia ifike Nairobi. Sasa hata na yeye tutamfanyia kama vile anatufanyia, hata sisi ni watu kama yeye. Si yeye anatuambia maneno ya barabara hata na, ya na sisi tutampangia yake vile ametupangia ya kutudanganya, na sisi tutampangia yake ya ukweli. Barabara itaanzia State House iteremke Limuru iende Kinungi iteremke Naivasha ifike Gilgil tuteremke Kikopey tufike Nakuru tuende Salgaa tupande Eldoret tumufikishe kwao Sugoi. Aende asiende. Aende asiende. Yes, ni sawa sawa tu. Yeye akitupangia barabara yake na sisi tumpangie barabara yetu na sawa sawa yeye ajielekee kwa hiyo njia yake na ili maneno yote hiyo sawa sawa. Si namna hiyo? So, sitaki niseme kuzidi hapo, kanisa unasikia. Mimi vile nimekwambia canon, mimi hapana jua maneno ya siasa, mimi ni ya kanisa tu, so ndio maana mimi maneno ya siasa nimeachia kina Ngogoyo na nao wafanye. Kwa hivyo mimi sitaki niseme kuzidi hapo, mnisaidie, kwa heshima kubwa tusimame, tumkaribishe mheshimiwa Rigathi. Asante, tafadhali tuketi.